Kukataana na damu ya ukoo. Wale watu ambao wanafundisha watu kukataana na damu ya ukoo. Naomba mnisikize vizuri. Wakati unaenda kukataana na damu ya ukoo, na damu ya ukoo iko ndani mwako. Then it means unafaa kujikataa. Kitu chochote ambacho kinakufundisha kujikataa ni kitu ambacho kinakutoa katika alignment yako. Wakati wanakuambia katana na nyanyako, katana na babu yako ukiwakataa na wako kwenye mwili wako idharini wa DNA unataka waende wapi? Ni ukatane na vitu ambavyo walifanya ambavyo vimeleta mikosi ardhini wakati unakataana na damu ya ukoo sema mi nakataana na dhulma iliyo katika damu ya ukoo sinakataana na damu ya ukoo wakati unaposema nakataana na damu ya ukoo sema ninakataa wizi ulio katika damu ya ukoo nakataana na unyonge na vitu vitu ambavyo vinakutatiza ambavyo viko kwenye damu ya ukoo nakataana na maisha aliyeishi nyanya huyu maisha ya kunungunika kukwasika kutatizika sinakataana naye unaposema nakataana naye unapo na wewe pia ni ancestor. Umebeba DNA yao, umebeba vipawa vyao, vibali vyao. Huwezi kataa mti wewe eh? mwenyewe umetoka from that root of that tree, na ukakataana na umiti. Kukataana umiti ni kukata umiti, uondoke katika maombi yako ukitaka kuweza kusaisha mambo ni kukatana na vitu vilivyo kwenye damu ya ukoo, kukatana na vitu ambavyo nyanya yako alifanya, bali si kumkataa. Unapomkataa unajitenganisha na roots zako na alignment yako, na unapojitenganisha hapo ndio vita vinakuja, sawa sawa, kwa sababu unapojitenganisha na alignment yako, mtu kuja kukutatiza inakuwa rahisi. Ni kama mtu leo huyu akwambia, achana na mabaya yako, let go of your dark side. Unapo, let go go of of your your dark dark side side unapo you remain vulnerable, wakati unapo remain vulnerable, wakati Mboli mtu akuja kupiga kofi, unampindushe nyingine, anakupiga na unabaki ukuhuzunika ndani na, na unapohuzunika ndani, una unafunga mtu wako wa ndani. Mtu wako wa ndani amesimama kukupigania na pia kusimama kufanya nini, kuwezesha mambo yawe sawa. Katika mwili wako una utatu, the ancestor of your mom, the sisters of your dad and you, the soul, the spirit and the body. The spirit is a messenger The spirit inashikilia ni, ni gani imeshika ushukani. If the body ikichukua ushukani, the spirit ita deal with the body. If the soul ikichukua ushukani, the spirit will deal with the soul. Wakati unapopitia a lot of pain, ni the soul inachukua ushukani, it wants to evolve. Wakati unapitia stare nyingi natamaa nyingi, the body imechukua ushukani. So wakati mtu anakuambia achilia, achana, kataana, kataana, unakatana na ndio maana nyanya yako babu yako anakuja wakikutatiza, eh? unakatana ndio maana spirits are attacking you because unaka, unawakata why are you, mbona unakata generation yako? Wewe sahi ukafa, mtoto wako akaanza kukukataa how will you feel? Hakuna mtu anaweza kukwambia enda ukatae mama yako. Hata kama ni mchawi, unakataa uchawi ambaye anafanya, lakini uwezi kumkataa, maana kutoka kwake wewe umetoka hapo. Mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Jaribu sana, unapoingia katika maombi ujue unanena nini, maana roho wanakuangalia na pia spirits zinakuangalia because there are spirits who are manipulative the moment una discern your people they take over and when they take over they control you they take you to where it is not spirit yenu ancestors wenu ndio wanaweza kukushikilia na kukusaidia wakati umesawazisha mambo because most of our ancestors waliinamia miungu deities, entities, na wanahitaji kutolewa kwenye hiyo miungu. Na kutolewa kwenye hiyo miungu lazima utapitia mafunzo, you have to walk in that path to be able to capture the lessons, na ujue hizi entities zinasimamia nini, na u get uwe sawa katika uperfect it, na utoke katika hiyo vifungo, get to know it. Izi entities kama zilisimamia the heart chakra utapata kusameha watu kwa, kwa jamii na kuwa ni ngumu. Mtu anaweka vitu ndani, unapata watu wako na high blood pressure, low blood pressure, pressure low hizo hizo sukari wherever because of the heart. Ninapofundisha hapa somo la chakras, somo la utatu, somo la bacha. Ninajua ninachomaanisha. Watu wengi mnataka mtu akuja, waambie hey, ni fulani anakutatiza, ni fulani anakutatiza. Huyu ambaye anakutatiza ame Anatumika roho imekubali, kwa sababu mlango wako umefunga. Mchawi kukuroga na kuroga ili upate kujua kile kilicho ndani yako. Wengi mnataka kujua naye kuroga, ndio msimamishi. Huwezi simamisha, bado the soul will still get people to be able to knock that door, get to know what to do to be able to stand. Si kujua ati oh, anakufukuza na kutafuta. No, pata knowledge, jisaidie, jisimamishe, ili ikija, una uwezo wa kuidisana. I hope mmenielewa vyema.